Um, binadamu yoyote huwa anakuwa na watu wa aina mbili, au niseme kwamba nafsi ya binadamu yoyote huwa inaishi katika watu wawili, au wewe una sehemu kubwa mbili, au kuna aina mbili za watu ndani yako. Sasa usemani aina mbili au ni sehemu mbili, kwa sababu zote zinakaa katika nafsi moja. Kwa hiyo huwa nafsi yako inaishi katika watu wawili au kuna aina mbili za watu ndani yako. Nini nipo namaanisha? Namaanisha kwamba aina ya kwanza ya mtu ambao inaishi ndani ya nafsi yako au ipo katika nafsi yako ni wewe wa zamani, wewe wa zamani, kwa maana kwamba, uh, tukikuangalia wewe kuanzia leo na kurudi nyuma tangu unazaliwa wagumu hapo. Na maanisha aina ya kwanza ya mtu ambaye yuko ndani yako ni wewe huyo wa zamani, yani tukiweka mpaka kuanzia muda huu kurudi nyuma tunapata mtu ambaye wewe wa zamani, au wewe wa sasa, kuanzia muda huu na kuendelea mbele. Aina ya pili ya mtu ambaye anaishi ndani yako ni wewe mpya, au wewe mtu mwingine. Huyo mpya ni yupi? Huyo mpya au aina hiyo hiyo ya pili, ambao ni mtu mwingine anaishi ndani yako, ni aina ya wewe ambaye una matamanio fulani, una malengo fulani, una ndoto fulani, unatamani kuwa mahali fulani, unatamani kuwa na watu fulani, unatamani kufikia katika aina fulani ya uhalisia. Kwa lugha ya Kiingereza inakuwa ni rahisi sana kuweza kukielezeke kitu, wao wanakuwa kidogo, sababu Kiingereza ni kipana, wanasema kuna the old version of yourself then kuna the new version of yourself. Kwenye new version of yourself, wakati mwingine wanasema the desired reality of yourself, yaani wanaamini binadamu yoyote huwa ana mtu mwingine mpya ndani yake ndo maana tunasema kwamba binadamu wanakuwaga kwa kwa kwa na ndoto, wanakuwaga na maono, wanakuwaga na malengo, wanakuwa na matamanio, wanakuwa na matarajio. Huwa kuna vitu ambavyo huwa wanakuwa wanaviomba na, na kuvitamani viweze kudhihirika katika maisha yao, kwa sababu binadamu sio mtu kwamba, uh, amesimama hapo hapo. Huwa anafikiria katika namna ya maendeleo, kwamba leo yupo katika hali hii, yupo katika kiwango hiki, yupo katika hali ya namna fulani lakini anatamani kwamba miaka miwili, mitatu, mitano ijayo awe katika namna fulani. Kwa hapo ndo tunapopata sasa hizo aina mbili za watu ambazo ziko ndani yako wewe, wewe wa zamani, lakini pia na wewe wa sasa, au wewe mpya, au wewe mtarajiwa. Sasa watu wote wanaishi ndani yako, kwa maana tunasema kuna watu wa aina mbili ndani yako. Sasa nitaomba nimzungumzie wewe wa sasa, halafu nitamzungumzia wewe mpya na kuona ni kwa namna gani, ili huyo wewe mpya uweze ku kudhihirika au kutokea na kuonekana katika uhalisia wake, nini unatakiwa kufanya wewe mpya. Wewe wa sasa, namaanisha wewe wa sasa au wewe wa zamani, kabla ya kumzungumzia wewe mpya wewe wa sasa, kuna aina ya tabia, mienendo na namna unavyofikiria na namna unavyoishi inamzuia wewe wa sasa kuweza kudhihirika katika uhalisia. Kwa mfano, labda kwa mwezi kipato chako ni milioni tano ni labda unafanya kazi una biashara na kila kitu, lakini mwisho wa mwezi unagundua kwamba unachokiingiza ni milioni tano, lakini unatamani baada ya mwezi mmoja kipato chako kiwe ni milioni kumi. Sasa huyu wa milioni tano na huyu wa milioni kumi, hawa ni watu wawili tofauti. Namna ya kufikiria, namna ya kuongea namna ya kuishi, mazingira yanayokaa, na kila kitu kinachowahusu huwa viko tofauti. Nitatoa mfano mwingine labda. Um, wewe ni Nitajaribu kutafuta mfano ambao unaweza uka, ukaweza kunielewa katika kujua kwamba kuna wewe wa zamani, lakini pia kuna wewe mwingine mpya. Kwa mfano, chukua mazingira ya namna fulani, sawa. Labda kwa sasa haumiliki gari, yaani haumiliki usafiri, yaani hauna gari unaoendesha, unatumia labda usafiri bodaboda, bajaji na vitu vingine katika shughuli zako za kila siku wewe huyu si ndio? Lakini unatamani kuendesha gari au kuwa na gari ya kwako wewe mwenyewe. Sasa huyu wa sasa ambaye anapanda bajaji na bodaboda, anatakiwa ampe nafasi huyu wewe unayetakiwa kuendesha gari au kumiliki gari ya kwako wewe mwenyewe. Nitaenda tena, unaweza kuwa ni muumini, unasali kanisa fulani lakini ndoto zako ni kuwa na kanisa lako mwenyewe, au unatoa huduma kwa sehemu fulani, lakini unapata huduma kwa sehemu fulani, kwa kwamba unasali mahali fulani, lakini ndoto zako au maono yako ni kumiliki kanisa la kwako mwenyewe. Sasa huyu anayeabudu katika kanisa fulani na yule anayetaka kumiliki au kuwa na kanisa la kwake mwenyewe au kuwa na kituo cha huduma cha kwake mwenyewe, au watu wote wawili wako ndani yako lakini ni watu wawili tofauti. Nitakupa mfano tena mwingine. Umeajiriwa sehemu fulani, unalipwa mshahara, si ndio? Labda daktari, mshahara wako labda milioni tatu kwa mwezi, nashum sijui, labda ni milioni tatu kwa mwezi, lakini wakati huo huo unataka kumiliki hospitali ya kwako wewe mwenyewe sasa. Maana yake hapa kuna mwajiliwa lakini pia kuna mmiliki wa hospitali. Hawa watu wote wapo na wote wako ndani yako, tofauti tu ni kwamba frekwensi zao au, au masafa yao katika akili, katika roho, katika moyo na katika kila eneo lote la kimaisha, hawa watu wako tofauti sasa. Uh, wazee wa zamani walisema ukiwakimbiza panya wawili kwa pamoja unawakosa wote. Nitaenda kwa sehemu, mfano mwingine unaoweza kulala kwenye vitanda viwili kwa wakati mmoja ni kitu ambacho hakiwezekani, si ndio? Huwezi kulala kwenye vitanda viwili kwa wakati mmoja lakini kingine, huwezi kuvaa a mbili za viatu kwa maana kwamba mguu wa kulia kuweka viatu viwili na mguu wa kushoto viatu viwili. Hicho kitu hakiwezekani, labda nitatumia uh, kauli nyingine. Si rahisi kukaa kwenye viti viwili kwa wakati mmoja, kwa lugha rahisi, kwa lugha rahisi, ili adhihirike yule mtu mpya yule mtu mwingine mpya, ili adhihirike yule, lazima huyu wa sasa afe. <laughs> lazima uwe mtu, lazima uwe mtu. Kwa nini hawa watu hawawezi kuwa katika sehemu za aina moja nitakupeleka katika imani ya Kikristo wana kitu wanachokiita ubatizo, ambapo ubatizo wanaamini ni kumbadilisha muumini wa Kikristo kutoka kwenye uovu katika dhambi za aina fulani fulani na kumfanya awe msafi. Ndio maana kuna sehemu zingine wanabadilisha mpaka majina na kila kitu, wakiamini yule mwovu wa dhamani ameondoka na maji huyu aliyepatikana ni mwingine mpya, ambaye amekaa katika ile misingi, ambaye amekaa katika zile sheria na ambaye amekaa katika ile miongozo ya kanisa na ule utaratibu wa kiroho. Katika tamaduni za Kikristo wanaita kubatiza kwa lazima. Kuna mtu lazima wamwondoe, kwa sababu huwezi kukaa kwenye viti viwili kwa wakati mmoja, au si rahisi kulala kwenye vitanda viwili kwa wakati mmoja. Nitaongea pointi nyingine, ili uweze kunielewa. Mfano, labda unataka kuwa mtu ambaye unaweka akiba ya fedha mm, unatunza fedha, labda unapata kipato cha aina fulani, labda kwa mwezi unapata milioni sita, lakini unatamani utumie milioni tatu, tatu uwekeze lakini huyu wa sasa anatumia zote. Kwa hiyo huyu anayetumia zote lazima aondolewe, atoke kabisa, ila huyu mpya anayetumia milioni tatu na kuwabakiza milioni tatu aweze kubaki Nibe, ni rahisi sana, wala hapana. namna fulani fulani kuna kitu ambacho hata ufanyeje hakiwezekani, hata ufanyeje hakiwezekani. Mafahali wawili hawakai katika zizi moja, lazima watapigana na hapa ndipo ambapo siri kubwa katika maisha yetu ya kila siku imejificha, kwa sababu yule mtu ambaye tunamtamani katika maisha yetu, kwamba anatamani kuwa na hiki, kumiliki kile, kuwa mtu fulani, kuwa mtu wa aina fulani, ndoto kukamilika na kila kitu. Hapa ndo ambapo siri imejificha. Changamoto iliyopo ni kwamba tunajing'ang'ania sana wale wa zamani, kuendelea kuwa na nguvu katika maisha yetu. Wewe ulishajiona kwamba unapambana, unafanya hiki, unafanya hiki, lakini uko kama vile bado umesimama pale pale. Shida au changamoto ni kwamba hautaki kumwachia huyo wewe wa zamani aondoke. Kwa unaendelea kumlea, unaendelea kuwepo naye, anaendelea kukomaa, kukua, ko anazidi kumdhibiti huyu wewe mpya huyu wewe unayetamtarajia, huyu wewe ambayo unatamani kuwa kwa, anaendelea kudhibitiwa, hawezi kudhihirika na wala hawezi kuonekana. Na huyu wewe wa sasa huwa ana wivu, na hata nikisema ana chuki pia sijakosea, kwa sababu ni ngumu sana kumfanya badilike. Kwa mfano, labda huwa wewe unaamka saa kumi na mbili asubuhi au saa moja asubuhi, utaendelea kutoa maeneo mengi mengi. Leo ninazungumza unaamka saa kumi na mbili asubuhi au saa moja asubuhi ya miaka yako yote, lakini umekaa ukafikiria kwamba nachelewa kuamka, kwa na basi wanaamka mapema, nisimamie jambo fulani, biashara labda, nifanye mazoezi, nisome kidogo, au na kitu chote kingine. Ikifika labda, umepanga unaamka saa kumi au saa kumi na moja Ikifika saa kumi au saa tisa unataka kuamka, usingizi unakuja kama mara mbili yake au mara tatu, kwa unaweza hata ukashindwa kuamka na huamki, in fact huamke. Kwa nini? Ule wa zamani anaye amka saa moja anakaza, ana anakaza tubaa. Nakwambia ndani yako kuna watu wa aina hizi mbili. Sasa hawa watu hawezi kukaa pamoja Mambo yakaenda lazima mmoja ambaye sio muhimu aondolewe, atoke kabisa, aishie, aendelee na mambo yake mengine. Lakini nitaendelea kusisitizia pia, nitaendelea kukusisitia, si rahisi kwenye maisha yako kudhihirika au kuja vitu vipya na vizuri na vikubwa ambavyo unavitamania au unaviota au unavifikiria kutaka viweze kutokea, kama bado unaendelea kuishi kwenye kile kivuli chako cha zamani, au kama bado unaendelea kumsikiliza huyo wewe wa zamani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na huyo wa zamani wewe, wewe wa zamani, wewe una akili nyingi na una ujanja mwingi na una nguvu nyingi za kuweza kumdhibiti huyu wewe mpya huyu wewe mfanya biashara huyu wewe mwenye ndoto kubwa huyu wewe unayetaka kupanda kimaisha, unayetaka kuwa namna yani, yani kuwa mkubwa kwa kadri ambavyo unaweza. Kwa huyu huyu huyu wa zamani, tunajua anakuwa na nguvu sana kusababu, kwa sababu ameishi ndani yako kwa muda mrefu na anamuona huyu mpya. Siri nyingine nakupa, siri nyingine nakupa, yani huyu wewe wa zamani unamwona wewe mpya kwamba nataka hivi, nataka kwa hivi, nitaitokea hivi, natamani ni tamani nikae na watu wa aina flani katika mazingira na namna fulani katika maisha yangu, kuwepo na kitu hiki, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Vitu vyote tunaviona katika maono yako katika ndoto yako katika mawazo yako na katika kila kitu <coughs> lakini, kwa nini huwezi kumruhusu akaja? Unamkataa kwa sababu unajua akija wewe wa zamani, wakua una issue tena Ndo maana kuna, kuna mfano mmoja unasema, wanasema <coughs> watu wakifanikiwa huwa wanabadilika, kwamba ulikuwa namuona kila siku mlikopo naye na nini, lakini sasa hivi asalimii hakai na wewe afanyeje na ina kila kitu no. Yule uliyekuopo unakaa naye kile kilikuwa ni kimvuli fulani cha yule mtu. Sasa hivi huyu mwingine ni mpya na ni mtu mwingine tofauti kabisa, kwa hiyo Ukimwambia rudi pale, ana hajioni hajioni. Fikiria, labda mtu ambaye ulikuwa unakaa naye karibu kila siku, sasa hivi unaweza kaka mwezi umuoni, labda na maisha mengine ya tofauti, maanake kwanza muda hana mm. Yule naye uliokuwa huenda alikuwa ni mzururaji tu, ni mtu anapenda kukaa story sio na maana, lakini huyo mpya ana kitu kingine cha tofauti. Nakushukuru sana, na mimi tutakutana wakati mwingine katika mafundisho ya aina hii. Asante sana, naitwa